Karibu sana mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Nimekuja hapa katika mitaa ya Mwembeyanga, nimekuja kupiga story na mzee wangu mzee Kamo. tunakwenda kuyaangazia yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, mzee wangu, assalamu alaykum. wa alaykum salaam. hali zenu? Ah, tuko poa. sema upo? nimekaa kijiweni leo. leo nimepumzika kidogo. mzee wangu bwana, leo ndio leo, asema kesho ni mwongo. Simba Sports Club michuano ya kimataifa ligi ya mabingwa barani Afrika anatupa karata yake ya tano kwenye hatua ya michuano hii 2025 2026 dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Naiona nafasi ya Simba leo pengine anaweza kwenda kuwatoa kimasomaso katika michezo minne ambayo amecheza, hajashinda mchezo hata mmoja wa ligi ya mabingwa barani Afrika, na hii si kawaida ya Simba Sports Club. Uh, wanasema liwi mpaka liwe kwa maana hiyo bado tuko kwenye mashindano mm. Siwezi kusema kwamba tumetoka, mm. au tupo mm. japo kwa asilimia tisini na tisa pointi tisa tuko nje mm. asilimia moja mm. ndio inaweza kutuweka mm. kwenye nafasi ambayo, asilimia moja, mmoja, ni ipi? mm. Ni maombi mm. yani, hakuna asilimia moja ya kucheza mpira mm. ni asilimia moja ya maombi kumwombea mwenzako njaa. mm. Lakini haya yote bila kupepesa macho, bila uoga mm. tumeyataka wenyewe wanasema huwezi kupanda mahindi ukavuna mtama, wala huwezi kuzaa nani ku, ku, ku, ku, kuwa kenge ukazaa nyoka. Kenge anazaa kenge. Kwa hiyo tumevuna tulichopanda. Sioni nafasi ya simba ya kusonga mbele, sioni nafasi ya simba ya kusonga mbele. Ninaona tu nafasi ya simba ya kulinda heshima. Kwa hatua tuliokuwepo, ni hatua moja ngumu ngumu ngumu sana pointi moja ya asilimia mia moja iliyobakia ni maombi. Saa nyingine hata maombi yanaweza kumsaidia mtu, japo ni sawasawa na ukimwi, hata uombe dua sampuli gani, huwezi kupona ukimwi zaidi ya kunywa dawa ili uendelee kuishi. unadhani ni kitu gani haswa ambacho kimekwamisha sana Simba safari hii kwenye ligi ya mabingwa barani? Ndugu mtangazaji, ndio maana nimesema tumevuna tulichokipanda Hakuna kwenye mgogoro pakawa na mafanikio. Hakuna mahali ambapo ameongea kauli moja pakatoka kauli. Lazima mnapoongea kauli tofauti, na matokeo yatoke tofauti. Mnapoongea kauli moja na matokeo, na tokeo lazima litoke moja. Kwa hiyo tumevuna tulichopanda, kauli zetu zi, zimekata kuwa moja na ni lazima matokeo nayo asiwe moja, yeah. Ukiitazama Simba Sports Club, si kawaida yake kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tulizoea kufanya vizuri ma ma mara kadha wa kadha kwenye michuano hiyo, lakini punde si punde hiki ambacho kinatokea Simba Sports Club, pengine unadhani kinakamishwa haswa na upande gani? Tuseme upande wa mwekezaji ndiye ambaye anakwamisha Simba kuto kufikia marengo yake, ama wanachama hamuwapi sapoti ya kutosha mashabiki uh, wachezaji wa klabu ya soka ya Simba kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri wanapokuwa kwenye eneo la uwanja nikiwa na maana ya pichi. Walioyua Simba si wapenzi, mpenzi hana nafasi ya kuiua klabu, sababu mpenzi kazi yake ni moja, mpenzi kazi yake ni kushangilia na kuzomea. Haya mengine tunalazimishwa kuyaingia ambayo hayatuhusu ndiyo yamechangia kuiua Simba. Simba tulichagua viongozi wa upande wa wanachama tukaweka pale watuongoze Simba. Mwekezaji alichagua viongozi kwa upande wa mwekezaji akaweka pale aongoze kundi lake. Lakini hawa watu kuna uwezekano kwamba walikutana mahali ambapo hawakutaka kukutana. Kila mmoja alikuwa, teku, alikuwa muhitaji mwenzake. Kila, inaelekea kila mmoja alikuwa, alikuwa amhitaji mwenzake ndio maana pakatokea sintofahamu mm, ya kutokuelewana. Nakumbuka baada ya uchaguzi mm, na baada ya kuna mgogoro ulitokea tena hapo katikati wakapatiwa mm, suluhu. Mwekezaji mm, alitoka mbele akasema, simba ni moja, tunahitaji nguvu moja, uchaguzi umekwisha, tuondoe tofauti zetu tuongee kauli moja mm, lakini baada ya hapo hapajawe kutokea kauli moja ya simba kuanzia uchaguzi ulivyoanza mpaka leo, hatua tuliofikia. Kwa hiyo, sitegemee Simba kuiona yenye asali na maziwa, nategemea Simba kuiona yenye chumvi na pilipili. Unatarajia kuiona Simba yenye chumvi na pilipili? Kwa nini unasema hivyo? Sababu haina amani, haina amani. Huyu akiamka leo, sasa hivi hatujui kiongozi rasmi wa Simba nani. Nikiamka ni Kamwe, nitatoa kauli yangu inakwenda kilabuni, akiamka mtu mwingine anatoa kauli yake inakwenda kilabuni akiamka kiongozi wa upande wa, wa wanachama anatoa kauli yake inaingia kilabuni. Akiamka kiongozi wa upande wa mwekezaji anatoa kauli yake inaingia kilabuni <coughs> wapi umeona uongozi kama huo wa? wapi umeona uongozi kama huo? Na sasa hivi mtu tuliobakia naye ambaye anatoa kauli moja kwa kuunganisha kauli zote amebakia ni mediali na mediali, sasa hivi amebakia ngonjera sisi tu wamoja, tuilinde timu mm. Sijui tufanye nini, tushikamane jamani, tusameheane nini, mwisho wa siku naye anaongea, mpaka anataka tena kuharibu mona, anataka tena kuharibu. Sababu ameshabembeleza amesha jaribu kutuliza watu, watu hawatulii mm. na watu watulii kwa nini mm. Simba tunamalizwa na njaa zetu Simba. Tuna, wapenzi wa Simba wanamalizwa na njaa zetu mm. kuna watu kuna watu kwenye Simba wanainyonya Simba uh -huh. au wanahakikisha Simba uh -huh. haisimami kwa sababu matakwa ya njaa zao hayajatimizwa, na hata akitimizwa watu wanafika madau tofauti. Huyu akifika dau la elfu kumi anavuruga hapa, huyu akija na dau la elfu kumi na tano anavuruga tena upande wa pili. Yani, yani washabiki wa Simba sisemi wote, baadhi ya mashabiki wa Simba wamekuwa kama mtetea aliwekwa kwenye majogoo wengi, kila jogoo anamtaka mtetia yule yule, kila jogoo anamtaka mtetia yule yule. Matokeo yake sasa tumekuwa ni vurugu mechi tu, hata sijui tena niseme nini, maana naweza nikaongea na mimi ni karibu, lakini Simba ilipofikia sioni Simba ya maziwa, naona Simba ya, ya pilipili na chofi. Mzee, kama tujadili hili kidogo kwanza, kumekuwa na mkanganyiko wa mashabiki wengi wao wakimkubali Murtaza Mangungu lakini pia vilevile vile wengine wakimdhihaki Dr. Mohamed Dewich, yale ambayo ameyafanya ndani ya Simba. Wengine anakuora, wanasema atupishe kwanza tuendelee na simba yetu. Wengine wanasema Murtaza Mangungu na wao pia hawapishe ili waweze kufanya kile kinachoweza kuitetea Simba. Mimi nataka kufahamu kwa upande wako, unadhani nani yuko sawa kati ya hawa wawili hawa ambao wako kwa upande wa mwekezaji Mohamed Dewich ama hawa ambao wako kwa Muutaza Mangungu. Na wewe pia upo kwenye gala lipi kati la hawa? Kwanza ni jibu la tatu, mimi niko free. Mimi siko kwa mangungu wala siko kwa mo dewij, mimi niko kwenye Simba sawa, nipo kwenye kwenye Simba. Kwa hilo naomba nielewe, na mimi nataka nisimamie nachokiamini kuliko kusimamia kitu cha kulazimishwa au kusimamia kitu chenye njaa kuna kauli kila nikiongeleshwa na waandishi wa habari nilikuwa naiongea na naendelea kuiongea, watu wakawa naidharau. Sasa hivi nimeona hata wapenzi viongozi wa pande zote mbili wameanza kuiongea hii kauli. Nilisema matatizo ya Simba ni madogo sana, lakini yanachangiwa na hawa viongozi walioko ndani ya Simba kukataa kutoka nje, kukataa kutoka nje ya nanii, kwa wanachama Waeleza mfano kama hii vita inayopiganwa kuhusu Mangungu. Yani katika viongozi ambao nimeona oh, katika kundi la sifuri toa moja, naweza nikaisi mzee sasa hivi anataka kuelekea huko kwenye kundi la sifuri toa moja, naisi mzee anataka kuelekea huko japo okay, hajafika lakini analazimisha kufika, na mimi sipendi afike huko alipo. Kauli ya Mangungu ilikuwa ni moja tu ya kumaliza mgogoro, atoke kwenye hadhara atuwambie wapenzi na wanachama wa Simba ni nini kinachoitafuna Simba. Mwekezaji ana matatizo, ana matatizo gani? Tuyafahamu. kwenye uongozi wako kuna matatizo, kuna matatizo gani? Tuyafahamu. Lakini unapotoka we kama mwenyekiti wa klabu, mtu mwenye heshima, ulioingia bungeni ukaongoza jimbo ukawa mbunge sijui hata alishapata hata cheo kingine huko bungeni, sina kumbukumbu vizuri. Leo unakuja unaajiri machawa unawapa tu jina la Kiingereza, hata Kiingereza sijui, nisije nikatukana. unawapa una, una machawa nani cha kwenda kuongea ndio wanakuwakilisha wewe kuongea kwenye jamii, kwenye, kwenye nani taasisi yako unayoiongoza, hicho kitu kutokea duniani, hata mimi nyumbani kwangu nikiwa na neno langu simtafuti mtoto wangu wa kwanza kumtuma kaliseme, natoka mimi mwenyewe, naita watoto wangu, familia yangu, naikalisha pale, nawaambia moja mbili tatu. Sasa hivi mimi jamani, uchumi wangu umelegea, uko moja mbili tatu, msije mkaona sasa hivi mnabadilisha chakula huku ndani, mkaona laba nafanya makusudi, sina lakini. Sio mwanangu mkubwa anatoka anaambia jamani, baba, sasa hivi uchumi wake sio mzuri, yuko moja mbili tatu. Wale watoto wanaoambiwa na kaka yao hawawezi kumuelewa na ikitokea mimi nikatokea pale wakiniuliza, nikikataa, tayari kakawa wamemweka kwenye amewekwa kwenye wakati mgumu. Hichi ndio kitu ambacho sasa hivi Mangungu anakifanya. Haya, Mnandi akikiri, sauti ninayo hapa, nimeshatumiwa. Ninayo sauti ya Mnandi hapa, akikiri kwamba amenani, ameitwa wameitwa nani, Dodoma na, na Mangungu kumsaidia kwenye mambo kumsafisha, lakini Mnandi huyo huyo ndo alikuwa sauti ya mbele kumshambulia Mangungu hivi sijui unaelewa, sijui umeelewa sa eh? alikuwa sauti ya mbele, alikuwa mpaka kama ni mgomvi mkubwa wa kutaka Mangungu aondoke. Leo ameitwa na Mangungu, amekaa chini, wamekubaliana navo Dr. Mo, Dr. Mo alikuwa kiongozi wa, wa, wa kundi na ambalo na mimi pia nilikuwepo tukiutaka Mangungu ajitathmini. Mimi sijue kusemaga Mangungu ajiuzuru, ninasemaga Mangungu ajitathmini. Leo anasimama kwenye jukwaa anatamka kabisa kwamba tunahitaji Mangungu hata uchaguzi usiwepo. Mangungu namba moja, aliyemwambia kwamba kuna uchaguzi ni nani? uchaguzi ni mwakani, yeye amejua kwamba nafika mwakani Hizi zote ni njaa zinazoiangamiza Simba na sasa hivi nasema hivi, alubadiri iliyopendekezwa na Shabani mpira pesa. Sababu alubadiri ilipendekezwa na Shabani mpira pesa, ndio aliongoza likugurou hii. hmm. Alubadiri iliyopendekezwa na Shabani mpira pesa imeturudia sisi, ndio tulikuwa wanafiki ah. wa klabu yetu wenyewe ah. tulikuwa tunawatumu si Yanga bure tu na Yanga walikuwa ile kitendo cha msemaji kusema kwamba nina jasusi wangu pale ndani ya nani, nimesema msemaji wa Yanga. Kama ni Alikamu, utaongezea mwenyewe. Msemaji wa Yanga aliyekuwa akisema kwamba kuna jasusi yuko pale Simba anatupatia habari ha, mimi niliendelea kusema hakuna jasusi, wapo watu ndani ya Simba ndio wanaopeleka habari. Albadiri imeonyesha, albadiri hii japo watu anaiona kama ni mchezo wa kijingajinga na siku nilisema acha isomwe, nilipendekea nikasema, acha isomwe, atakaye kutwa hata kama ni mimi Shabani Kamwe inidhuru. Imeanza kuwadhuru watu <messizimu> natumanisi meona hicho kitu, imeanza kuwadhuru <messizimu> watu waliokuwa wakiuza hizi habari wamejulikana, wanaonekana. Yuko bwana mmoja, na anatajwa kwenye ile ya kugurupu. Nimesikitika sana, mwenye kofia ndefu, pia ndefu sitaki unitajie majina. Majina utaongeza mwenyewe, sitaki ushahidi. Mwenye kofia ndefu yule bwana, mimi nilijua ni mfia Simba wa kupitiliza, lakini no alichokifanya, anaingizwa kwenye mambo kama haya na hajakanusha mpaka leo, ameonekana ni wa kweli. Mimi habari, hichi kikao cha juzi, mimi walinipigia simu watu, bwana njoo tujadili kuhusu masuala ya maendeleo ya Simba nini, nikaambiaje, huyu sio wakati wake, ni wakati wa kukaa mezani kuongea lakini wakati wa kusema wa kwamba tuendelee kukaa vikao vya nje nje hivi kujadili Simba, hiyo kitu hapana. Matoke yake watu tumekwenda, tumekwenda kusikia ule upumbavu. Sikutegemea kama wale ule, sijajua ni dokta wa nini, najiuliza, najuuliza salafu, sipatagi majibu, sijajua ni dokta wa nini. Alituchangisha yule kwamba amefiwa na mtoto, kumbe akachukua picha ya mtoto wa kimarekani huko, akasema ni mtoto wake, magrupu akachanga wa akatokea mwenye akili kama sisi kuliko sisi akafuatilia akakuta ni uongo, dokta huyu. Bwana huyo anayeambiwa kwamba anapika mishikaki, namuheshimu sana yule bwana, ni mdogo wangu yule, namuheshimu sana yule bwana. Nilikuwa namuona ni mtu ambaye ana, e, ana upeo wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini nimekuja kumkuta na yeye ni wale wale wenye njaa. Huyu bwana mpare mwenzangu, pare mwenzangu huyu sijui mchungaji yule, sijui askofu yule, sijui mlanii yule. Yeah, yeah, yeah. Pastor sijui yule. Yeah, yeah. Yeah. Yeah. Ni mpare mwenzangu. Yeah. Yule bwana sijui kukutana naye macho kwa macho, tulikutana naye mara moja uwanja wa KMC. Yeah. Akafurahi kukutana na mimi na mimi kafurahi kukutana naye, na tukakaa pamoja, nilijua na upeo mkubwa sana wa mawazo, lakini nimekuja kumkuta na yeye ni walewale ni, wale. Yeah. Sasa hichi kitu cha kusababisha kinachosababishwa na wanaume wenye njaa kinaifanya Simba inakwenda pasipofanikiwa. Kwa nini? Hii njama imetengenezwa na wapinzani. Wapinzani wamegundua madhaifu yetu yako wapi. Kwa hiyo wao wamepigilia kwenye kuingiza posho. Hata kama pangekuwa panatafutwa watu wa TAKUKURU kufuatilia kufatilia watu wanaopewa pesa kwa ajili ya kuchafua sehemu nyingine kama usherehe kwepo, wangekamatwa watu wengi sana, lakini kuna wanaume ndani ya Simba naweza kusema wana left group, wana left group kwa sababu ya hizi njaa wanazoziekeza na wala hawajali kuiona simba inapofika, hawajali kuiona Simba inapofika. Wanachojali ni matumbo yao yamekaa vipi? Lakini hata kama simba inadondoka leo. Tuna mechi kwanza, mimi nilijua ni kesho, kumbe ni leo Jumamosi, tuna mechi. Juzi wameitisha kikao cha kuchafua klabu Hawa watu wana akili, hawana akili. Lakini sasa ndio mtu ameamua kuendesha maisha yake kwa kufuatia maisha hayo, afanyeje? Mimi naendesha maisha yangu kwa kutumia po, uwezo wangu, japo sasa hivi ni mtu mzima wa miaka sitini sasa lakini naendesha maisha yangu kufuatia, kwa kufuata, uwezo wangu. Lakini kuna vijana wadogo wadogo pale, unaitwaji mwanaume na mwanaume mwenzako ushawishiwe upewe hela uenda ukaharibu kitu na unarizika Unaridhika kabisa na unatoka hadharani macho makavu, unaridhika. Aya, jana wamesemaje? Tunaomba radhi, oh, unajua ule ulikuwa ni mhemko tu sijui nini. Dr. Mo kwa hapa namtaja jina sababu amejidhihirisha mwenyewe, ametoka hadharani. Dr. Mo ni mtoto sana, hata miaka, kama na miaka 40 plus na hisi labda, lakini ni mtoto sana, amejua eh, aliona kwamba Maka juzi amesema tunakoelekea mm. eh? Tufunguliwe wa akili mm. Watu wapenzi wa Simba wanachama, msiwa pumbavu. Fungukeni akili mm. vipi? Yeye jana akili imefunga, yeye ndio jana akili mbona kwake imefunga, a ndio ameshafunguka zaidi Haya. Kuna huyo mtu mwingine huyo kakaangu Mpare mwenzangu eh? Mtoa sala huyu Mpare mwenzangu amesema sasa hivi tunadaiwa bilioni 87. Ikifika elfu mbili na thelathini tunadai bilioni mia tano Haya. Kwa hiyo bilioni 87 imelipwa, mpaka imelipa mnaomba nani? Ni upumbavu, Simba inaumiza watu wengi. Hawa wanaoleta hizi chokochoko zisizokuwa na maana ni watu ambao wana free passi, wanaingia uwanjani bila wanaingia uwanjani bila kulipa nani kiingilio, wana free passi. Pakitokea safari wanapewa ta tiketi za bure za kusafiri, ndo ha anaangalia, mwanaumegena ananipa tiketi mwanaume ananipa tiketi ni Mandu, ni Mangungu, nitakufa naye. Mwanaume gani ananipa tiketi? Mwanaume ananipa tiketi ni, ni nani? Ni Mo, Mo, nani? Kundi la Mo nitakufa naye, hakuna mwenye ukweli. Ndipo kinatuhukumu Simba sasa hivi, bwana mzee wangu, nimalize na ngwe hii bwana. Young Africans nao saa nne wanatupa tiketi yao kwenda kwenye michezo michwano, ya michuano ya kimataifa. Sare itawafanya wafuzu kuelekea katika michuano ya kimataifa kama mchezo wao wa mwisho watamfunga JS Kabri hapa katika uwanja wa New Amani Zanzibar Guantanamo. Lakini pia vilevile vile, ushindi wa aina yoyote utakuwa unaipa faida ya Young Africans ili, kama Young Africans kama af, asifuzu kuelekea na hatua inayofuata, na itamlazimisha aweze kufungwa goli zaidi ya mbili ndizo zitakazomfanya Young Africans kutofuzu. Kweli mnawaona Young Africans katika ardhi ya ugenini wasipokuwa na mashabiki leo katika uwanja huo wanakwenda kuitumia uwanja huo na nafasi hiyo kiasi gani, kwa namna ambavyo wanaifahamu Young Africans. Kwa sababu mimi ni mpenzi wa Simba, Simba anacheza saa moja, lakini ujione umuhimu wa kuniuliza swali la Simba kucheza saa moja. Tayari ndio maana nimekuuliza mzee. Hujaniuliza swali la Simba kucheza saa moja, kwa kuwa umenilazimisha kuniuliza swali la Yanga, kwa kuwa umenilazimisha kuniuliza swali la Yanga la Yanga nitakujibu mimi ni mwanamichezo najua ushabiki, maana ushabiki na najua faida ya michezo. Tukipoteza nafasi zote za kutolewa zile nafasi nne za mwakani tunaweza tukazikosa, alafu hakuna kitu kibaya kama kumwombea kumwombea mwenzako njaa, alafu anaendelea kutajirika. Yaani kati unamwambia mwenzako njaa, yeye anaendelea kuwa tajiri, wewe ambao unamwombea mwenzako njaa unabakia ukibangaiza, uki na shida zako. Kwa hiyo wakati ufike sasa tuseme Yanga aenda akacheze apate mafanikio mm, asonge mbele, arudi tusutane, sababu hata akirudi kusutana kuko pale pale, arudi tusutane wenyewe, lakini tuilinde nafasi yetu ya timu nne. Mimi nawaombea, japo wakitolewa sintasikitika, lakini wakipita sintacheka, lakini nitashukuru, nafasi zetu bado zipo. Umezungumza ah, kuhusu Simba, tuzungumzia Simba umesitaki kidogo hmm. Eh, unajua ukiongelea Simba sasa hivi unataka uwe na moyo wa chuma. Usipokuwa na moyo wa chuma huwezi kuongelea Simba sababu kila mtu anataka kusikilize umeongea nini, na kinachoulizwa swali la masuala ya Simba siku hizi watu wanataka yatokee majibu ya hapana tu, majibu ya ndio, yani majibu mazuri, watu hata waandishi hawayataki, naelekea ya uzi. Lakini Simba tuna kibarua kigumu, nachosema tuwe tukacheze tuilinde heshima yetu, tuangalie mwakani. Nimekumbuka kumbe, kweli uliniuliza swali, ndio, sasa nakumbuka vizuri <laughs> <simba>, kama <laughs> kweli uliniuliza nimekumbuka, nilijibu nini kuvurugwa? Sio, tumeshavurugwa. Yaani sasa hivi tumevurugwa, ndugu yangu. Sasa hivi hatujui kama kuna timu Angola. Sasa hivi tunaangalia Kamwe kaongea nini, sijui nani kaongea nini, ili mwingine naye atoke ajibu nini sijui nani kaongea nini kiongozi kafanya, yani imekuwa ni shida hey, shida. Kwa hiyo naomba simba tu, hata nyinyi mnapotuoji mujaribu hmm, pia kutuombea nayeri, pia msituombee shari tu, mzee wangu jasusi, jasusi, jasusi wale kama ni nani, mzee wangu, hawa hawa walio hawa hawa walio walio toka juzi hawa kumi na moja hawa hawa, hawa, hawa ndio walikuwa majasusi hawa eh? hakuna jasusi mwingine hawa hawa ndio walikuwa majasusi leo, wanaomba wanaomba radhi kinafiki ili kesho waendelee kupeleka habari. Nitasikitika sana nitachukia sana kama uongozi hautachukua hatua kwa hawa watu walioufanya ule upumbavu wa juzi. Wale sio watu wa kuwafikiria wala sio watu wa kuombea msamaha wala sio watu wa kukaa na kusema thamani yao. Tumeisikiliza wao, wamesema kinywaji cha, cha, cha, cha, cha mwekezaji kina sumu, wawajibike na hiyo sumu. Wao wametumia nembo ya nani, ya Simba, bila ridhaa ya Simba, wawajibike na ile nembo. Wao wametumia nembo ya mwekezaji wa jezi bila, bila ridhaa yake. Kwingine kote tuwasamee, lakini hapa kwenye kibiashara sheria ichukue mkondo wake. Hata mimi mtu akichezea biashara yangu sintakubali samani yake, sababu nitamwambia nimekusamea lakini nakufa njaa. Hii iwajibishe ili iwe fundisho kwa watu wengine. Mimi siju, nasema Mangungu kwa hivyo anavyotupeleka, Mangungu hatoshi kutuendelea kutuongoza. Mangungu hatoshi lakini akiweza kutimiza haya ambayo sasa hivi nilikuwa nikiapigia kelele kwamba Mangungu atoke hadharani aseme. Umemsikia juu jana Magori amesema? yeah. eh? ile sasa ndio inatakiwa hata upande wa wawekezaji atatakiwa kusemea. lakini pia wale walikuwa na upumbavu mwajaa hawajawahi kutokaga nje na wao kusema japo wanaongeaga juu juu. Tokeni nyinyi viongozi, semeni, sio mtume mamfreza, sio mafeza, sio mamfreza ndio muwatume waje kuwasemeni wale ni nani Eh, mwanachama au mpenzi anaongelea mambo ya ndani ya uongozi, yeye ni nani? Hata hivi vikao tunavyoviweka hivi, mnavyokuja kutuhoji hoji tuna, tunajieleza hivi, hii bado sio sheria, sababu ukinihoji, ukiniuliza, natakiwa niongee swala la uongozi, sio kazi yangu, viongozi wapo. Naweza nikaongea si, si, eh, ni sasa hivi yeah. nikaambia nimeingia ndani ya uongozi, nikataka nitoa ushahidi ni kesi okay. nyingine kwa hiyo hawa watu wanaojaribu kutuma watu kwenda kuwaelezea habari za viongozi kuwasema wao, hizi zitatufanya kila siku tukiongea, mtu ukija na mada ya kuuliza maendeleo ya mpira tunakuja na mada ya uongozi wetu. Matokeo yake mada inayokuleta inasaulika, mada iliyoko hapa ni ya kulalamika tu, kulalamika tu, kulalamika tu. Natumaini sio sawa. Shukrani sana mzee wangu, asante sana kila